Cha usiku kuingilia mpango wetu, hiyo jambo ilinikera sana. Nazira, Nazira, hii nafasi inafaa tusiipoteze, na tukiipoteza itatugharimu sana. Hivyo basi haifai ufanye chochote mpaka nikupe masharti. Sawa mkuu, mimi ndakusikiliza. Cha usiku amemtuma yule kijana kwenda baharini, hivyo basi na kutuma umfuatilie, ndajaribu sala kumzuia asifike barini, na kama atafika ndahakikisha hiyo maji asimpe jaidi. Sise mkuu, una mpango gani kuhusu cha usiku? Maana na nguvu mingi sana. Cha usiku ni kama mtoto mdogo sana, hivyo basi ana siku yake. Mkuu unajua, kawaida yangu spendisho Wakati huu unatakiwa kuwa makini sana na usiharibike jambo lolote. Nimekuelewa. Ondoka na ufanye jinsi nilivyokuelekeza. Da, usiku anacheza sana na akili ya, lakini dawa yake inachemka. Dada, zamani natondoshe ufunguo zako wewe? Ukiniangalia mi naweza dondosha ufunguo? Hebu niangalie vizuri, nitasani au umetumwa? Sasa ni wewe peke yako umekuwa mbele yangu. Wewe kama hujui kutongoza, naenda wenzie wa kufunza. Dada zini vigirie vibaya, nilikuwa nimekuletea tu ufunguo zako halafu Mbona hizo funguo ni chafu sana? Ukiona mimi ni mchafu? Yaani wewe umeona tu vitu zote za kunilinganisha, umeamua unilinganishe na hizo takataka hapo? Sasa unakosea, mimi sina nia mbaya. Nimekuambia hizo ufunguo si za kwangu, mbona unanilazimisha? Si za kwangu, sioni haja ya kuongea maneno mengi sana. Nilikuwa nimekuletea tu ufunguo, lakini kama umezikataa Aina shida, wewe utakuwa umetumwa, lakini tada na, nawe ni mrembo sana. Ni utaweza na, utaweza nipatia nafasi kwako? Yaani kusunguka kote huko, ile ndio jambo imekuleta kwako. Angalau unipe nafasi niwe wako wa maishani, niangalie vizuri, mimi ni ligi yako Wakati mwingine ukisimamisha mtu barabarani, kuwa na sababu ya mzingi. Nitafuta wakati mwingine takiwa kuanza kazi rasmi leo, anaenda barini na lazima nimzuie. Hivyo basi, ndatumia kifuli cha ndugu yake ili kumchanganya akili. Mpango wa kwanza nimefaulu. Hii ni kama hatua ya kwanza, siwezi kugeuza msukule, muda bado. JB, JB, huyu ni wewe au mimi naota? Na kama ni ndoto, mbona kama ni ndoto ya mchana? Nilikwambia ndugu yako atakuwa sawa, lakini haukuniamini haya maji ambayo umebeba hayana maana yote. Hebu nipatie. Wewe una uhakika huyo ni ndugu yangu au uoni au Una macho ama huna? Wewe huoni ni ndugu yako? Nisikilize vizuri, mimi najua fika kama ndugu yangu, nilimfungia ndani, na mahali ambapo nilimweka sina uhakika kama mtu yeyote anaweza pajua ama pafahamu. Sasa niambie wewe, uliwezaje kufika pale na ukamwaamsha? Usikua kama ni mtego, usinilazimishe nifanye kitu kibaya. Kwa hiyo inamaanisha haya maji hayana maana kwa sasa. Sitajirudia mara nyingine, nipatie maji. Nisikilize vizuri, hii ndio peke yake dawa ya kumponyesha ndugu yangu. Sasa unaponiambia nikupatie haya maji, unanichanganya. Kijana unaonekana una kiburi sana, ile dawa yako inachemka.